As, kafu ni mamlaka yao, wakiamua mechi ichezwe Zanzibar Simba hawezi kukataa, lakini sisi mi mwenyewe nilikuwa sijawahi kufika hapa uwanjani, lakini nilipofika leo na nilichokiona hapa, na anayetaka kuhamisha mechi kwa kweli ni vichekesho, kwa maana mechi leo tarehe 15, mechi tarehe 25 kwa hali ya uwanja ulivyo hivi, unasemaje kwamba uwanja haufai kuchezewa mechi hivi ulivyo tu hapa, hivi ulivyo tu, mechi inachezwa. Nishaona Afrika viwanja vibovu vyahovyo kuliko hivi, na mechi zinachezwa. Kwa hiyo huo ndio kufanyika ni uhuni tu, pengine una unawatoa mchezoni Simba kama klabu, ama unafikiri ni sehemu tu ya kutengeneza eh, game tunasema zile eh, game, eh, tunasema ni mim mind game kuelekea kwenye si mchezo, siyo mind game. Kafu wanavyoandika barua TFF kwamba wanapendekeza mechi iende Zanzibar, haiwezi kuwa mind game mind game ni kitu ambacho hakipo sawa, hichi ni kitu ambacho kipo. Taarifa imekuja TFF kwamba wanataka mapendekezo yao wow, mechi iende Zanzibar. Sasa mimi sikwenda Moroko, kwa hiyo uongozi unituma nje kuangalia hali halisi hapa, hapana. Nimeongea mpaka na katibu mkuu wa TFF, yeye yeah, yuko Paraguay ameniambia, nje kuangalia halisi, nilichokiona hapa, hata mechi ingekuwa kesho, mechi inachezwa wanawanyima nafasi Simba ya kucheza uwanja wa nyumbani, kwa sababu Berkane wanacheza uwanja wao wa nyumbani, Simba naye atakiwa acheze uwanja wake wa nyumbani. Uwanja wa nyumbani wa Simba ni Mkapa. Amani Stadium sio uwanja wa simba wa nyumbani. Hiyo ndio vitu ambavyo haviko sawa, na kafu hawezi kuwa fair. Tumeandika barua, tumeandika barua, tumeandika majibu eee kwa TFF kwa sababu ile barua ya TFF si tumbata kopi kwa hiyo ofisi ya CEO imeshaandika barua ya kuonyesha kwamba e, si sawa kuhamisha mechi kutoka hapa Dar es Salaam kupeleka Zanzibar kwa sababu tayari kwanza tunavyozungumza mpaka asubuhi ya leo watu zaidi ya elfu kumi na mbili washakata tiketi sasa uwanja wa Zanzibar tayari una watu elfu kumi na tano watu hawa wanatokaje huku kwenda Zanzibar na watu wa Zanzibar na uwanja wenyewe ni mdogo. Hii ni fainali, lakini kikubwa zaidi, kila timu ipata advantage ya kucheza nyumbani kwake. Berekani, najua uh, rais wa Berekani ndio wa makamu wa kwanza wa rais wa Kafu, asitumie nafasi yake ku influence maamuzi Kafu kwa kupata advantage hiyo, so sio fair. football ni fair, fair game. nataka ibaki fair game yeah. Zungumza na wana Simba kuelekea kwenye mchezo wenyewe na hii hali inayoendelea. Wana Simba wao watulivu, wao watulivu, wakati viongozi na TFF na serikali wanapambana kuhakikisha mechi inachoa Dar es Salaam. Lolote atokea majibu ya mwisho, watajulishwa waweze kujiandaa na mechi. Asante, tuzidishe dua kwa sababu mechi ya tarehe 17 s bado iko Berkane, hii ni tarehe 25 sawa. Kwa hiyo dua kwa tarehe 17 na mechi kama itakuwa Dar es Salaam au wa Zanzibar, watajulishwa lakini